Ama sisi pia tutowe spishi yetu viwado, sisi ni Wakenya wenye <laughs> no, <siku, so>, no. <laughs> <Veni> watu wanaumia hata, <laughs> sisi tunaumia hivyo hivyo tu watu <laughs> wakisikwa tunasikwa, lakini ikifika saa ya keki wengine baba raundi. uh, watu sio wale, wale, wale tu <laughs> <laughs> watu wana change, change. <laughs> <laughs>

William Samuel Ruto chapati milioni inaweza inawezanika, watu karibu mia tano, hata kama utakuwa unalipa 20,000 kwa mwezi. Kuna wanaume hapa nje wanajua kupika chapati. So William Samuel Ruto usilete masini ya kutengeneza chapati na kama hiyo hiyo hiyo kazi ya kutengeneza chapati, kama lazima tengeneza Nairobi, pereka Ukambani. Wakamba wanajua kutengeneza chapati hawa. E, ukweli ya Mungu, Mukamba anajua kupika chapati, ukweli enyeiko. So William Samuel Ruto, na Wakamba mjue hii, nyinyi mnapiga Kalonzo Kalonzo jana usiku alikuwa anavija msomwe Ruto. Venye alisikia pap Ruto alisema ati analete kampuni ya kutengeneza chapati. Kalonzo akasikia. Alijitokeza. Kalonzo akasikia. Ndio chapo. Na mimi nafurahia Kalonzo. Umefanya kitu mzuri. Ume sa... Umeona watu wako. Ruto <laughs> alisema pap mchana. Atinjalete masini. Unajua ni chakula <laughs> huko. Ataleta masini ya kutengeneza nini chapati Kalonza kaya, Kalonza kasikia akampiga simu Atla, hata waje, wajela wa, huko mwingi awana chakula <laughs> <laughs> Mr President, yeah. Oh, nimesikia kitu meongea, lakini imeniguza, niko na vijana wangu wachapakazi wajua kukanda wajua kuweka chumvi kwenye, kwenye ngano so tunaomba, tuna, kunyenyekevu tu, tuungane hiyo kazi ya kazi Nairobi kazi kupika, kupika chapati ya watu nipewa watu wangu aloza makofi tunaonya Muluya, Jaluo, Mukisii, Kikuyu mwenye atapatikana kwa mambo, mambo ya kupiga chapati kwa Nairobi kama sio Mkamba nini? Kwa nini nasema hii kazi wapeao kamba Mkamba? Kwani hapa tu hapa nyuma, kutoka Nairobi hadi kwao ni ot <coughs> asi lazima ende, kama kuna fea, anangoja lori, anaruka juu, anafika kwao. Dada <laughs> okay. Ikipande iki, iki, iki, fike eti, hendi. Wanatuomba nyumba hapa. <laughs> So, si chiku, ala, chiku ala, wabaya, ala. O, William Samuel Ruto, Raila Amolo Odinga, Kalonzo Musyoka. Wakamba, umepata kazi. Ya miso ni kiangalia Raila Amolo Odinga, pia sisi Wajaluo. Kampuni yetu ya samaki, iko Kiambu. Iko dhika. Sidhika bado iko Kiambu ya iko Kiambu. So, tunaomba Raila Amolo Odinga ki ki muungano yako na William Samuel Ruto, samaki yetu na sisi tunajua kutengeneza samaki na samaki inavuka boda, kumbe ndio kwa maana siku hizo wanakula samaki hivyo, kama so tunasema hivi, Raila Amolo Odinga, by next week samaki kiena sana isipite Kericho Apo. Kampuni tayari itengeneza Kericho. Sumu si Kericho. Kirudi mpaka Siaya hey, haya. Eh hawa. Ni fake na uh, stamp pia huku tu. Yo <laughs> <laughs> kila mtu ako na kazi yake. Yeah. Jaluo anajua kutengeneza samaki. Mm. Ukweli ni hivi. Mkamba chapo. Mkamba Api, anajua kutengeneza chapati. Muloya kuku. Muloya anajua karanga kuku. <laughs> <laughs> <laughs> Wako hapa. <Ukikuyu. laughs> Anajua kupika viazi tu, Kisimiwa.